Ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka 2023-2024 inaonyesha kuwa halmashauri ya Mlimba lani Kilombero mkoani Morogoro ina jumla ya watumishi wa kada ya afya 262 kati ya watumishi 827 wanaohitajika, upungufu wakiwa ni watumishi 566, huku vituo vya kutolea huduma za afya ngazi ya kata vikiwa ni sita kati ya vituo kumi na sita vinavyohitajika na zaanati zikiwa 25 kwenye vijiji. Ukiona tulihoji mwanzoni mlikuwa mna zaanati 25, ndiyo leo tunazungumza mwaka mmoja baada ya kuona na hoja yetu ipo, sasa mmeenda kuongeza zote hizo zimepitiliza, sasa mmepita nusu nzima kweli. Oyo kwetu sisi kama ofisi ya CAG pia tunaona manufaa ya ofisi yetu kwa kuona mapendekezo yetu namna yanavyotekelezwa. Kwa hiyo ni kweli upungufu wa hizo zanati hauwezi kuisha, zanati na vitu vya afya hauwezi kuisha ndani ya muda mfupi, ni wa muda mrefu. Kwa hiyo tumejipanga, tutakuja tuangalie hizo ambazo tayari zipo kwenye hatua ya utekelezaji, lakini kwa sababu pia mmevuka nusu, tutaangalia namna ya kuweka hiyo hoja. Wakizungumza na Daily News, baadhi ya madiwani hapa wanasema upungufu huo unasababisha hadha kwa wananchi wa halmashauri hiyo kutembea umbali mrefu kufata huduma za afya. lakini tuna upungufu vile vile kwenye vifaa tiba pamoja na wataalamu ambao wanaweza kuhudumia kudu, kwenye, kwenye hivyo vituo vyetu, inafanya sasa wananchi wetu kushindwa kupata huduma mahususi, hasa anapofika kwenye zahanati anamkuta mtumishi mmoja au anawakuta watumishi wawili, wanashindwa kupata yale matibabu kama wanavyotakiwa kuyapata kwenye maeneo yetu. Hiyo ndiyo changamoto ambayo kubwa tunakutana nayo kwenye maeneo yetu, wananchi wetu wanashindwa kupata hizo huduma. Tulikuwa tunamwomba Mheshimiwa Rais atuonge, atuongezee wataalamu kwenye upande wa afya, kuanzia kwenye vituo vya afya pamoja na zahanati, tupate wataalamu wa kutosha ili waweze kuwahudumia wananchi wetu waweze kupata huduma zaidi. Dkt. Christina Guveti ni mganga mkuu wa Halmashauri ya Mlimba, hapa anabainisha mikakati ya serikali katika ujenzi wa vituo vingine vya afya tayari halmashauri inaendelea na ujenzi katika kituo cha afya Masagati, kituo cha afya Utengule, lakini pia kwenye mwaka wa fedha huu tunaomaliza, tulianza pia ujenzi wa kituo cha afya Mbingu ambacho kiko kwenye hatua ya ukamilishaji. Lakini pia tarehe thelathini mwezi wa tano tulipokea pia fedha kutoka serikali kuu shilingi milioni mia mbili hamsini kwa ajili ya kuanza ujenzi wa vituo vile vya mkakati kwenye majimbo ambacho kitajengwa katika kata ya Namawala. Hivyo basi, halmashauri itakwenda kuongeza vituo vinne kutoka kwenye vile vituo sita vya afya kupitia fedha za serikali, lakini pia na mapato ya ndani, kuna zahanati mpya saba ambazo nazo zimeanza huduma hivi karibuni. Lakini pia wananchi kupitia michango yao wameshaanzisha maboma manne. Kuna zahanati ya Mgugwe ambayo imekamilika inatarajia kuanza kutoa huduma muda si mrefu. Katika kikao cha kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG katika halmashauri ya Mlimba hapa, mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima anatoa maelekezo ya serikali juu ya ujenzi wa vituo vya afya na zahanati katika maeneo ambayo hayana huduma hiyo. Tumetoa vituo vinne vya afya na zahanati nne ndani ya kipindi hiki, ifikapo tarehe 30 mwezi wa kumi na mbili ndio vimekamilika, na vikiwa vimekamilika. Kwa hiyo jitihada, tutamwomba CAG azingatie kwamba alitoa hoja, tumeipokea, tumeifanyia kazi, inaweza ika ikafutwa au ikaja kwa sura nyingine.